Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ndugu yangu, kumbuka kuwa jitihada hazizidi kudura ya Mwenyezi Mungu. Na najua kuwa unapambana sana, unatafuta sana, lakini kumbuka kuwa jitihada haziwezi zikazidi kudura ya Mwenyezi Mungu. Nini kifanyike ili tuweze kupata hizo kudura za Mwenyezi Mungu? Ndugu yangu, riziki yako haijapotea iko njiani, lakini kuna dua ya kuifungua. Unaamka kila siku kutafuta, lakini bado maisha ni magumu sana. Sikiliza dua hii. Hii ni dua ya mtu aliyekata tamaa, lakini bado ana imani kuwa, bado ana imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mlango umefungwa juu ya riziki yako, huu ndio ufunguo wake. Ikiwa dua hii imekugusa, basi sema amini kwa moyo wa dhati. Rudia dua hii kila asubuhi na usiku, kabla ya kulala. Usijali kuchelewa kwa riziki yako, kwani Mwenyezi Mungu hajawahi kuchelewa kabisa. Usiache kusambaza dua hii, huenda ikawa sababu ya kufunguliwa riziki yako na ya wengine. Ndugu yangu, sema amini kisha uamini na Mola wako atakujibu. Ikiwa unahitaji msaada kutoka kwa Allah, basi dua hii ni daraja lako. Usinyamaze, subiri kwa subra, omba kwa ikhlasi, riziki yako inakuja. Soma dua hii kwa pa kuikariri pamoja nami na pia, ikiwa utashindwa, basi namba zangu hizo hapo unazoziona kwenye skrini au ugusa hapo juu kwenye YouTube ukajifunze zaidi kwa sababu kule nimerudia mara mara nyingi sana dua hiyo. wa ila huna salamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuhumma irzuqni rizqan tayiba wasian mubarakan fihi allahumma irzuqni rizqan tayiba wasian mubarakan fihi allahumma irzuqni rizqan tayiba